So ladies and gentlemen, ino iende kwa wale ambao wana ile kasumba ya kusema kwamba hao marafiki zao ni Waarabu ama hao wanapendwa zaidi na mabosi wao wa Kiarabu ama kwa wale ambao wako juu kwenye ile kampuni yao. You know, uh, you, just the other day tulipata hii na story huyu, uh, msichana ambaye anajiita Fibe M pale kwenye TikTok ambapo kuna visa vingi sana na maneno mengi kadha wa kadha ambao watu walikuwa wamemchamba nayo baada ya kwamba yafanya kazi akijionyesha, ambazo zile kazi sio kazi ambazo zinastahili zifanywe na mtu yoyote ambaye anafanya kazi ndani ya nyumba. Yubasi, watu wengi walikuja sana na kumchamba na kumchamba ongea kejeli sana juu yake especially alipoenda kwenye interview pale, na akasema kwamba analipwa mia tisa na kusema ya kwamba pia vilevile vile Warabu wake wanampenda sana zaidi Is yani i, i, alikuwa yojionsha watu kwamba yeye yuapendwa sana na warabu wake. So I, I decided to kama pia nije niseme, kwamba siku zote usiwahi amini mtu kwa sababu yuakuambia yuakupenda, ama kwa sababu amekununulia zawadi, ama kwa sababu amekupea chakula fulani, ama kwa sababu yakupa favors fulani ambazo hauzipati. Kunazo ishara ambazo wazi kabisa wewe ukiziona kwa Mwarabu ambao unafanya naye kazi, aidha kwa kampuni ama ndani ya nyumba, utajua kabisa yenyewe huyu ako na upendo wa ukweli kabisa wa halali, na kunayo yale ambayo ukiyaona kwa Mwarabu hakufanyia ule upendo ambao uyakwambia yakupenda, basi utajua ni longolongo ambayo kupenda. So leo nataka kupa story fupi sana hapa ambayo nataka uisikize kwa makini, ndio ujue mapenzi kati ya wewe na mwarabu yako je yako ni sahihi, ama ni stori za longolongo. So there was this lady ambaye alikuwa ametoka side za Mombasa ambaye alikuja Qatar kufanya kazi ndani ya nyumba, na kwa wale mwajiri zake walikuwa ni wa Qatar wote. Mwanaume ni mkatari na mwanamke ni mkatari, na kuna watoto wawili peke yake. So kazi yake alikuwa ni kushirikia watoto na kupika chakula na kuchukua watoto kuwapeleka shule na dereva. And, uh, msichana wetu even alikuwa akifanya, kazi yake alikuwa akifanya hivyo na kikweli alikuwa asumbuliwi na mtu, she was living with good life. Yani ukifika tarehe, mshahara yapewa ako na chumba chake cha mahali ambapo yalala, alikuwa alikuwa yojazi kabisa, hawa Waarabu wananipenda. Yani alikuwa na ile, yeye mwenyewe tu alijua kabisa watu wanampenda, na hata akipiga simu kwao yasimazi kabisa, Waarabu wangu, mimi sina shida nao, wananipenda. Lakini sasa kitu ambacho kilikuja kikamfanya mpaka aamini ya kwamba wanampenda Waarabu, ilifika mpaka time wakamwambia huyu msichana, uonaje tukakupa ukatafuta kazi kwa kampuni ukatoka ukatafuta kazi nje, sisi ukatafutia msichana mwingine yote kutoka nyumbani tumlete, ili aje afanye hizi kazi ambazo zifanya wewe hapa, wewe ufanye kazi nje nje, utafute kama ni kampuni nje, tutakusaidia kutafuta kazi kwa kampuni nje, wewe waje ukitutembelea hapa na msichana kiukweli. Akaita msichana mwenzake jirani ambaye ni jirani yake nyumbani, akaja akafanya kazi kwa ile eh, ile place ambayo kwafanya kazi yeye, msichana akatoka akachakarika kutafuta jobs na akapata kazi ya security, akaingia akafanya kazi as we are talking. Sahihi, msichana anafanya kazi ya security, lakini inafika time baada ya time, two months, three months, anaenda kwa ile famili na anasalimia na anapokelewa vizuri and she's cool she's okay. Sasa hayo ndio mapenzi ya ukweli, ama hayo ndio yale mapenzi ambayo ninaongelelea mimi ya kwamba sio mapenzi ya kinafiki, ni mapenzi ambayo ni ya halali. Sasa twende kwenye story nyingine ya huyu msichana wetu ambaye anaitwa Phoebe M pale ndani ya Saudi Arabia ambaye yasema ya kwamba yeye yapendwa na Mwarabu

fanya zile kazi zote ambazo anamfanyia yule Mwarabu na stili bado vile vile anamhurumia yule Mwarabu endapo ataleta fundi pale kwenye nyumba, kwa sababu alitupa mfano akatuambia kwamba hata kuna mafundi wa Ethiopia ambao wanakuja kwenye ile nyumba ili waje wafanye kazi za mjenzi ama kazi fulani, lakini yeye akiwaona wale mafundi hawafanyi kazi vizuri, yeye humwambia mwajiri wake kwamba usiwalipe pesa nyingi, kwa sababu hawafanyi kazi vizuri, na ino kazi ambayo anafanya hawa, mimi mwenyewe naweza nikaifanya. Na yeye akiachiwa aifanye ile kazi, hapewi pesa yoyote kwa sababu amesema wazi kabisa kwenye the same interview kwamba haruhusiwi ama mtu yoyote haruhusiwi kulipwa zaidi ya mia tisa kwa sababu ni haramu. Mi kuna msichana alinifata jana kwa TikTok, akaniambia, KG, huyu msichana unamuonaje? Mi nikamjibu nikamwambia, huyu msichana FBM. Najua unaniangalia, unabidi ukirudi zako nyumbani kutusi, wala si kutusi wala mwenyewe am very much, lakini pia kwamba vile vitu unavyovifanya unavifanya ukijua wazi ya kwamba wewe uko sahihi, lakini nitakwambia kwamba kuna mahali ambapo unakosea ukirudi zako nyumbani. Kama ya e. E ubaya lakini Siko mbaya, kama nimekosea, nisamee. Enda hospitali ukapima akili yako uone kama akili yako iko fresh. Kama akili yako iko sawa then it's okay. Because, there's a point that I want to bring it out, hapa ni kwamba Mwarabu akikwambia yakupenda alafu mwisho wa siku anakufanyisha kazi ambazo sio kazi ambazo zinakustahilisha wewe na yule, yule Mwarabu ambaye anakusingizia kwamba kwa, kwa, anakupenda anakupa mshahara ambao yajwazi kabisa ni mshahara ambao ni duni ambao yeye mwenyewe hata akipata ile pesa ni pesa ambayo anampa mtoto wake aende kufanya pesa ya break shule kwa mwezi. Mwarabu ambaye anakwambia anakupenda lazima akufanyie kitu ambacho wewe kitakusaidia kwa maisha yako. Mwarabu ambaye anakwambia anakupenda lazima akuonyeshe ule upendo kwa macho, kwa hisia na kwa kuongea, kwa matamshi na kwa vitendo. Mwarabu ambaye akupenda wewe, wewe mtoto wa kisichana, mtoto wa kike, wewe unayojua kabisa, wewe you young lady eh, alafu atakuacha ubebe mchanga kweli? Huyu mwarabu anakupenda? Mwarabu anakupenda akuache kweli uchimbe nini? Mwarabu ambayo ya kupenda yajuwazi kabisa, ino kazi ina watu ambao mimi nafaani walipe ili wajawafany kazi, lakini wakuacha wewe ufanyile kazi ambao yeye anastahili alipe watu nje, waja wafanyile kazi. Mi najua kuna kampuni ambazo ziko kwenye hii nchi za kiarabu ambazo zina deal peke yake na masuala ya kuosha gari, either it's for delivery, waja waoshe kwako, ama upeleke gari kwa ofisi zao wakazioshe. Sasa huyu mwarabu siko hayajua, hayajua Unajua wazi kabisa, mimi nikiita watu wakija osha gari yangu I'll have to pay maybe 500 maybe 200 maybe 150. Sasa kikwambia wewe uoshe, ujue yeye anasave nini? Anasave vile pesa. Kama anasave vile pesa, kwa nini asikate hata eh, 10% of that amount akuongezee kwenye mshahara wako? Na wewe uko hapo unasema tu kwamba ni ni dhulma ukiongezwa hib endoka pemakili yako Because uh, the, I saw this one I saw a lot of ladies and I saw a lot of people coming from Saudi Arabia working as house, uh, house uh, managers ambao wamekuja wamecomplain na I thank God because uh, there was a certain information ambayo nilipata kupitia msichana mwingine hivi ambaye alikuja akasema wazi ambayo kile kitu alichokiongelelea is the same thing that I talked here. Nikasema kwamba maybe EBM, you are very happy doing whatever you are doing at the moment. Maybe you you are are so shy you, you are okay and with it you are healthy, hauna shida na mtu, unafanya kwa raha zako. Tunasema sa, nikaja juzi nikaja nikakuadvise na nikaadvise kila mtu, nikasema hatutakuongelelea but what are you supposed to do? Kama unasema unafanya kwa minajili ya Mwenyezi Mungu ama unafanya kwa minajili ya kumridhisha uso wako, kama tunavyojua wengi wetu ambao tunajua, kiukweli ni kwamba endapo utafanya kitu cha heri, si lazima ukionyeshe kule nje ili watu waone, kwa sababu sisi ukituonyesha, tutakukashifu, maybe tutakuvunja moyo hasa. Kwa sababu sisi, tusikuvunje moyo, uendelee kufanya hiyo kazi unaofanya mpaka uvunje mgogo. Fanya hivi, enda pige ile kazi, lakini usirecord. Don't record. Na kama unataka kurecord then record but usiki kwa Tiktok, tumia familia yako nyumbani, tumia mamako, tumia babako, tumia mume wako, watumie watoto wako, waone vile ambavyo mama yao anafanyishwa kazi na Mwarabu alafu uambie ya kwamba unalipwa 900 ambao it's almost 29000 30000 Kenyan shilling. Uambie vitu kama hivyo, tell them, talk to them, alafu mwisho wa siku uangalie their reaction, kama hao watakusifia ama hawa watu kukashifu kama vile ambavyo sisi tunakukashifu kila wakati. I think that is the way to go, ama that is the way forward to go, kwa sababu wherever you are going my sister, utarudiza msijini nitambia nini kumhusu Mwarabu, ya kwamba Mwarabu siku zote siwezi kusema Mwarabu hapendi mtu, Mwarabu wanapenda wa Afrika, yupo ambaye Mwarabu, kuna Mwarabu ambao wanapenda wa Afrika, na ni kwa kukumbusha, nilisema story za Warabu na Uislamu tuzeke kando, Muislamu ni Muislamu, hiyo ni dini na mwarabu ni mwarabu, hino ni it's like a culture ama it's like, eh, ni, ni rest flani tu ya Kiarabu kama vile sisi tunajita wa Afrika au biasi sisi tuko so, so, na dini tofauti tofauti. So masuala ya mwarabu tu yaache tu pale pale, ni mwarabu ni mwarabu. So let me continue niseme kwamba mwarabu kuna venye anaweza kukupenda cha ukweli na wewe usijue kama nakupenda cha kweli. Kwa sababu gani? Kwa akili yako utakuwa uko na ile kasumba kwamba mwarabu ni mtu mbaya. That is one second, mwarabu anaweza kuwa wewe unadhani amekuchukia kumbe maskini anakupenda ama udhani mwarabu amekupenda cha ukweli, wewe ukafikiri kweli umependwa, kumbe hajakupenda, lakini anakudanganya kwenye nini? Expression yake ile, siku utakayofanya makosa ndio siku ambayo tutapanga nacho. Nitakupa mfano wa mwisho before tumalize ino session. Kuna huyu msichana ambaye pia naye pia alikuwa yajisifia kwamba yapendwa na mwarabu wake ndani ya nyumba kwa sababu anafanya kazi ndani ya nyumba, na siku zote alikuwa yajua kabisa mwarabu wake he is the best. Guess what happened, huyu mwarabu my friend huyu ni msichana alikuja, akapiga pasi, pasi kanzu ile. Pesa kanzu, msichana, kujia, msichana, 1, 200, ile kanzu atakatwa mshahara wake, kata kwenye mshahara wake ambao nakuja. Msichana aliona kama mshahara wake ulipokuja akakatwa ile pesa alishangaa, akipewa na akaambiwa ile ile ile siku ile ya pasi na huyu ni mtu anakwambia anakupenda, ambaye anashindwa kuelewa ya kwamba there some circumstances ambazo zikatokea, upige pasi, unasahau kuregulate pasi, unafija hivi, unaona imechomeka, unaitwa hivi na huifichi, unaenda, unamwonyesha, namwambia imechomeka, bahati mbaya, instead akuelewe, na yeye anakwambia anakupenda, instead akuelewe, anakupiga kiboko na hiyo stori yako. So let's be very uh, let's be very keen with Arabs and uh, I'm sorry but uh, nimekwambia ni story ya mwisho, kinda kwa nyingine pia because uh, a lot of people do come to me to give me stories. Kuna huyu mwingine pia ambaye ni msichana ambaye pia alikuwa afanya kazi ndani ya Qatar ya yeah, ndani ya Qatar ambapo alikuwa yaishi nao vizuri wa, wa, wale wa mabosi wake na watoto wawili, alikuwa yaishi nao vizuri. Akapiga kazi kwa miezi miaka mye minne pale ndani ya nyumba straight bila kuuliza yake nyumbani na kwa sababu yale mapenzi ambayo alikuwa yaonyeshwa, akafanywa shopping siku yake ya mwisho, akafanywa kila kitu vizuri. After five years, msichana yuko Kenya. Hawa Waarabu wakawa wanaongea ongea naye wakimjulia maisha, wakamwambia kama mtoto wako sai hanyonyi tena, huyo wa pili, basi unaweza kuja ukaendelea kufanya kazi na sisi. Na kikweli msichana alipokuwa yuona ile life inavyompeleka kule, na mume wake, akaongea na mume wake akaelewana, msichana akaamua kurudi kwenye ile family. Maskini msichana juzi amenifuata kaniambia, KG, najuta kuja kwenye ile family. I regret vile ambavyo nilitoka hapa nikaenda zangu nyumbani na vile ambavyo nimerudi hapa ni vitu viwili tofauti kabisa, na jioni ya mazinga ugo sielewi kabisa, sielewi nikamuuliza, kwa nini Anaambia sijui, msichana anashuku, msichana mwenyewe anashuku. Anamwambia sijui kama ni venye aliniona ni msichana wakati ule, na sasa nimerudi zangu nyumbani, awana mwili mdogo unalipwa pesa zako? Yes, kama unalipwa pesa zako, next swali ni unataka kuendelea na kazi au unataka nyumbani. Ukisema unataka kwenda nyumbani, mwajiri wako atakukata tiketi uende zako nyumbani direct. Hakuna pesa nyingine ambayo utapewa, lakini unalipwa pesa zako. Silipwi? Mwarabu ataambiwa akulipe pesa zako, alafu ulizo unataka kuendelea na kazi au nyumbani. Ukisema unataka kwenda zako nyumbani, ataambiwa akupe tiketi unaweza kwenda nyumbani. That's the only way, there's nothing like ati utalipwa sijui pe